unaposoma neno la Mungu na kuna mstari ukaona unakugusa sana au unauelewa zaidi kuliko mistari mingine, siku zote nakueleza jua, mahali hapo ndipo pana ujumbe ambao Mungu anataka kuzungumza na wewe, na anazungumza na wewe kwa wakati huo. Panoti pembeni, patafakari zaidi na jiombe neema ya kuishi. Lakini pia kuna wengine wanasoma na wanasema mimi nasoma Biblia nzima sielewi. Mtu wa Mungu, Usiache kusoma Biblia, tafuta msaada wa karibu wa mtumishi aliyopo karibu yako, mshirikishe ili usaidiwe kish, kiushauri na maombi, ili uweze kulielewa neno la Mungu, maana sote tunapaswa kulisoma. Tusali, tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, tunaopata fursa ya kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe na sisi, utusaidie tuweze kulielewa, na utusaidie liweze kutupa uzima, ili sote tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane sasa, tuanze rasmi usomaji, kumbuka ni Hekima Sulemani sura ya tano na ya sita. Sura ya tano. Hapo ndipo mwenye haki atakaposimama kwa ujasiri mwingi mbele ya nyuso zao waliomtesa na wale waliozidharau kazi zake, nao wayaonapo hayo watafadhaishwa kwa hofu ya kutisha na kuishangaa ajabu ya wokovu wa Mungu, Ndipo watakaposema nafsini mwao kwa kutubu na kuugua kwa sababu ya dhiki ya roho zao, huyu ndiye yule tuliyemcheka sana zamani kumfanya mithali ya kushutumu. Sisi tulio wajinga tukahesabu ya kuwa maisha yake ni wazimu na kikomo chake aibu. Amepataje huyu kuhesabiwa pamoja na wana wa Mungu na sehemu yake pamoja na watakatifu. Hakika tulikengeuka katika njia ya kweli, wala nuru ya haki haikutuangaza wala jua lake halikutuchomoza. Hali tukashiba njia za uasi na uharibifu, tukapitia majangwani pasina njia, tusifahamu njia ya Bwana. Basi kiburi chetu kimetufaa nini? Au tumepata faida gani kwa utajiri na majivuno hayo? Yote yalipita kama kivuli, mfano wa tarishi aendaye mbio, kama jahazi itoka ikatayo mawimbi ya ya mkayo, nayo ikiisha kupita dalili zake haionekani, wala mwendo wa mkuku wake mawimbini; kama vile ndege arukavyo angani, wala haionekani alama ya njia yake, ila hewa nyepesi ya penyeka ikipigwapigwa kwa mabawa yake na kupasuliwa kwa nguvu ya kuruka kwake, na hutikiswa kwa manyoya yake isionekane baadaye alama yoyote ya kupita kwake, kama na mshale wampiga shabaha, panapo hewa upasuliwa ikafumbika tena mara hata watu wasitambue ulipopita. Vivyo hivyo na sisi, mara tulipozaliwa tulitoweka, tusiweze kuonyesha hata dalili moja ya wema lakini katika uovu wetu tukaangamizwa kabisa. Kwa kuwa matumaini yake mtu mwovu huwa kama makapi ya peperushwayo na upepo, na kama tandabui lakini ichukuliwavyo mbele ya tufani, hutapanyika kama moshi urushwao kwa upepo, kama ukumbuko wa mgeni ashindaye siku moja tu. Bali wenye haki waishi milele, na thawabu yao i katika Bwana, na kutunzwa kwao kumekuwa kwake yeye aliye juu. Kwa hiyo watapokea mkononi mwa Bwana taji ya kifalme na kilemba cha uzuri, kwa maana yeye atawafunika kwa mkono wake wa kuume na kwa mkono wake udari atawalinda kama kwa ngao gera yake ataifanya kuwa zana za vita, na jamii ya viumbe kuwa silaha zake ajilipize kisasi juu ya adui zake. Atavaa haki kama derea na kujivika hukumu isiyo na unafiki mfano wa chepeo. Utakatifu utamwia ngao imara, naye atanoa hasira kali kuwa upanga na ulimwengu wote pia utaondoka pamoja naye kupigana na adui zake wasio na akili. Kutoka mawingu kama kutoka kwa upinde uliopindwa sawasawa, umeme utaruka moja kwa moja kupiga shabaa. Mvua ya mawe imejaa ghadhabu, itatupwa kwa nguvu kama kutoka kwa manati ya vita. Maji ya bahari yatafurika kwa hasira juu yao na mito itawaangamiza bila huruma. Kinyamkera kitawakuta na kuwapeperusha mithili ya kimbunga. Hivyo uasi utaifanya nchi yote kuwa ukiwa na udhalimu wao utavipindua hata viti vya enzi ya wafalme. Sura ya sita. Hekima ndiyo bora kupita nguvu na mwenye busara kuliko shujaa. Basi enyi wafalme sikilizeni, enyi waamuzi wa wa miisho ya dunia jifunzeni. Sikieni ninyi mtawalao watu wengi na kujisifia umati wa mataifa, kwa maana mlipewa falme zenu na Bwana na milki zenu na aliye juu ambaye atazichunguza kazi zenu na kuyahojioji mashauri yenu, kwa sababu kisha kuwa wakuu wa ufalme wake hamuhukumu kwa adili wala kuishika Torati wala kulifuata shauri la Mungu, yeye atawajia ghafla kwa kitisho, mahali hukumu bila huruma huangukia wenye cheo mradi mtu mnyonge aweza kusamehewa katika rehema, bali wakuu wata watadushiwa hasa. Kwa kuwa Bwana mfalme wa wote hatajizuia kwa ajili ya mtu yoyote, wala hajali ukuu, kwa sababu ndiye yeye aliyewafanya wadogo na wakuu pia naye huwazingatia watu wote, pasipo upendeleo, walakini uchunguzi ulio halisi huajilia wenye uwezo. Kwa hiyo enyi wafalme, nawaambia ninyi maneno yangu, ili mjifunze hekima, msije mkapotea njiani. Maana wale waliotunzwa kwa ukamilifu mambo yale yaliyo matakatifu watahesabiwa kuwa watakatifu wenyewe, nao wale waliofundishwa hayo wataona neno la kujitetea basi. Fanyeni shauku ya maneno yangu, yatafuteni, na kwa malezi yake mtapata thawabu. Hekima hung'aa wala hafifini, waonekana upesi nao wampendao, upatikana nao wamtafutao hutangulia kujionyesha kwao wamtakao. Amtafutaye mapema hana kazi ngumu, atamkuta ameketi mlangoni pake. Kumtia fikirani ni ufahamu mkamilifu, naye mwenye kukesha kwa ajili yake atakuwa mara hana masumbufu. Yeye huzunguka zunguka mwenyewe akiwatafuta wao wanaomstahili njiani, kujidhihirisha kwao kwa upendo, kukutana nao katika kila kusudi. Mwanzo wake hasa ni kutaka malezi, na kuangalia malezi ni kumpenda, kumpenda ni kuzishika sheria zake, kuzitii sheria zake ni kuimarisha unyofu, na unyofu hutuleta karibu na Mungu. Basi kutaka hekima huwaongoza watu wapate kumiliki enyi enzi. Nanyi, enyi wafalme wa watu, ikiwa mnapendezwa na viti vya enzi na fimbo za enzi, heshimuni hekima mpate kumiliki milele. Lakini mimi nitawajulisha hekima, asili yake na chanzo chake ni nini wala sitawaficheni siri zake, bali kutokea awali ya kuumbwa ulimwengu nitatafuta habari zake na kuzidhihirisha kwa wazi, bila kuyaepuka yaliyo kweli. Walakini mimi sitachukua husuda yenye kununua kuwa mwenzangu njiani kwa maana husuda haina urafiki na hekima, lakini wingi wa wenye hekima ni wokovu kwa ulimwengu, na mfalme mwenye ufahamu huwaletea watu wake raha. Kwa hiyo ninyi mpate malezi kwa maneno yangu, na hivyo mtafaidiwa pia.